Hey mambo vipi? Video hii inawahusu wale content creator, lakini pia hata kama wewe sio content creator, pia inaweza kuwa ni mwanga katika kuelewa baadhi ya vitu unajua. Katika kutengeneza maudhui kuna masuala ya copyright. Sasa unapokuwa katika YouTube Studio uh, YouTube amekupatia, wamekupatia features ambayo inakuwezesha wewe kuona wale wote ambao wameupload video zako. Kwa mfano mimi nimetuma video zangu katika chaneli yangu, alafu wewe ukachukua ukatengeneza chaneli yako ukenda ukaupload katika chaneli yako pengine bila hata ya kuweza kunishirikisha mimi. Sasa mimi nina uwezo wa kuona video zote hizo ambazo ni za kwangu zinazotumika sehemu nyingine. Wacha niweze kuonyesha features hiyo, pengine hauitambui, haukuwahi kuisikia. Huko pembeni unapoingia katika YouTube Studio yako kuna hizi features kuna dashboard, content, analytics, community, language, content detection. Kuna features tofauti tofauti ambazo kila moja ina kazi yake. Kwa hiyo kuna hii ambayo kwa sasa inaitwa content detection, YouTube ameitambulisha ukicliki okay, hapa itafunguka kama hivi inaonekana, na hapo utaweza kuona nani ambaye ame upload video zako katika channel yake na utaweza Kufanya maamuzi mbali mbali kama unavyoona, mimi kuna video zangu tatu hizi ambazo kuna watu wenye akaunti hizi wameweza kuzi upload katika channel zao, lakini sikuweza kuchukua hatua hadi sasa. Na kama unavyoona zipo hapa zinaonekana, na hapa inakuonyesha ina match kwa asilimia ngapi hiyo video ambayo imetambulikana katika channel hiyo nyingine kuwa inafanana na video yako. Kwa mfano mimi video hizi tatu zote asilimia mia zinaonesha kuwa ni video zangu. Na kweli ukizitazama ni video zangu mtu hajaweza kuedit hata kitu kidogo. Angalau basi akafanya hizi uh, algorithm ama hizi mashine kuweza kushindwa kudetect kwa haraka. Ameshindwa kufanya hata hivyo kuedit. Amechukua kwenye mfano channel yangu, akaenda kuupload katika channel yake. Na kama unavyoona imemecha asilimia mia moja na inaonesha tarehe ya hizo video zilipowekwa katika chaneli hizo akaunti hizo. Uh, content zangu zinaoneshwa ambazo zinafanana na hizi video ambazo zimekuwa detected. Kwa hiyo hii inasaidia sana kwa wale content creator kuweza kudhibiti content zao kutumika kiholela. Mtu hata hakuombe anatumia tu content yako, ajui umetumia gharama gani kuweza kurekodi. Kwa hiyo inaweza kuwa na msaada Jaribu kuangalia katika YouTube Studio yako, kama wewe una channel ya YouTube utaona kama kuna video ambazo zimetumika sehemu nyingine, pengine hata wewe bila kujua, kwa kuja katika hii features ya content detection. Kwa hiyo hapa unaona kuna match, kuna removal request, uh, request kama utamwambia huyo mtu aweze uh, ku remove itakuja hapa zile ambazo uh, umeweza kuomba aweze uh, ku remove, lakini pia hata wewe kama umetumia video ya mtu basi mtu yule ambaye ameona umetumia video yake anaweza kukwambia kuwa anahitaji uondoe video hiyo kwenye chaneli yako, na utaweza kuona uh, ilo ombi la huyo mtu kukutaka uondoe video yake. Kwa hiyo kuna njia nyingi za kuweza kuwasiliana na huyo mtu, kumtumia ujumbe. Pia kama hapo unaona ukihova katika hizi video unaona kuna hii archive, kuna hii request video removal unaweza kurequest iondolewe video hiyo. Kuna hii content channel, unawasiliana na yule mwenye channel aliyetumia video yako ili muweze kukubaliana basi. Kama utahitaji kumwachia tumie hiyo video muweze kukubaliana, uh, kwa kitu fulani pengine aweze kukamilisha ndipo hivyo, lakini pia kuna view channel on YouTube. Unaweza kuitazama hiyo channel ambayo imetumia content yako katika YouTube. Kwa unaweza kuangalia features hii na kuweza kuona jinsi gani ambavyo unaweza kuitumia. Unaona views, ambazo zimepata hizo video. Very simple, so ninahitaji tu kuweza kushare hii features ya content detection. Pengine aukuwahi kuitambua, basi jaribu kuiangalia na itaweza kukusaidia wewe kama content creator kuweza kulinda basi maudhui yako ambayo umekuwa ukiyatengeneza pengine kwa gharama kubwa na kutenga muda wako, alafu mtu mwingine anakuja just bila taarifa yoyote na kuweza kudownload na I mean, na ku-upload katika channel yake. Asante sana. Una swali lolote katika ishu hii ya leo niliyokusogezea, nauliza ni katika sehemu ya comment, ama swali lolote lile linalohusiana na YouTube pia uliza hapo, tutaweza kusaidiana. Subscribe channel yangu kama ni mgeni, tukutane wakati mwingine. Asante sana.